Rais wa Kenya, William Ruto, amemteua Erastus Edung Ethekon kuwa mwenyekiti mpya wa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC, pamoja na makamishina sita wapya. Tume hiyo imekuwa bila uongozi kwa zaidi ya miaka miwili, hali iliyozua wasiwasi kuhusu uwezo na utayari wa nchi hiyo wa kuandaa uchaguzi. Ethekon, mwenye umri wa miaka 48, pamoja na watakaokuwa makamishna wa tume hiyo hivi sasa wanasubiri hatua ya kujadiliwa na kupitishwa na Bunge. Iwapo atapitishwa basi, Ethekon atakuwa na jukumu kubwa la kuanza kuisuka upya na kuiongoza IEBC katika kipindi muhimu cha uchaguzi. Kwa zaidi ya miaka ishirini, Ethekon amehudumu kama mshauri katika masuala ya sheria na maendeleo kupitia kampuni za Northern Consulting Solution and Ethekon and Company Advocates. Kazi yake kitaaluma ilianza mwaka elfu mbili na saba katika shirika la maendeleo la Umoja Mataifa, UNDP kama mtaalamu wa miradi. Baadaye alihamia nafasi ya mshauri wa miradi katika shirika hilo hilo. Mwaka 2018 aliteuliwa kuwa wakili wa kaunti ya Turkana, nafasi aliyohudumu kwa miaka sita. Kitaaluma, Ethekon ana shahada ya sheria kutoka chuo kikuu cha Nairobi, stashahada shahada ya uzamili ya sheria kutoka Kenya School of Government na cheti cha haki za binadamu kutoka chuo kikuu cha Nottingham, Uingereza. Pia ana shahada tatu za uzamili: masomo ya amani, migogoro na maendeleo kutoka University of John Premier nchini Hispania, usimamizi wa miradi kutoka chuo kikuu cha Liverpool Uingereza, na sheria ya mafuta na nishati kutoka chuo kikuu cha Derby Uingereza. Ni nafasi ambayo imekuwa na utata mkubwa kwa watangulizi wake, huku akituhumiwa kwa upendeleo, tuhuma ambazo hazikuwahi kuthibitishwa. Je, Ethekon ataweza kuepuka lawama hizo?